Nikualike tena kujumuika nami kwa dakika hizi chache, tuweze kushirikishana yaliyojiri mtaani kwetu. Yote ni katika kujenga, hatubomoi mtazamaji wangu, ni vyema ukatambua hili. Weka komenti yako pale. Komenti yako kwetu ni ya muhimu, pia tuta tutasikiliza maoni yako, lakini hata kutupigia simu pia. Tupigie simu ili tuweze kuongea mambo mawili matatu. Karibu katika mada ya leo. Mada ya leo ni amazing hot, yani in, in, imewaka mtazamaji, mpaka mimi mwenyewe naogopa leo. Nataka tuzungumzie, bado tupo katika mahusiano bado tupo katika mada yetu kwamba kwa nini ndoa za siku hizi zimekuwa tofauti na zamani? Kwa nini mahusiano sasa ya sasa hivi yanavunjika mapema kabla yani hayajafikiwa malengo? Kwa nini wa kwa nini sasa hivi watu wamekuwa wakichezeana pasipokuwa na sababu za msingi na hawaogopi hawajisikii vibaya? Kwa nini? Mpenzi mtazamaji, kama utakumbuka vizuri, mada iliyopita tulizungumzia kuhusu wanawake wanavyoweza kuingia kwenye mahusiano, nikataja mpaka sababu ambazo zinaweza zikamfanya mwanamke aingie katika mahusiano bila ridhaa yake, lakini kwa sababu tu ya kitu fulani. Lakini leo nimekuja na wanaume, tafadhali nisichukiwe, tafadhali mi napenda kuzungumzaga ukweli. Mpenzi mtazamaji wangu ni uwazi usiojificha kwamba si kila mwanaume pia anaanzisha mahusiano kwa mapenzi, au si kila mwanaume anaanzisha ndoa, anaingia kwenye ndoa kwa kupenda. Manake tusiangalie tu upande mmoja, wapo pia wanaume wanaooa kwa sababu fulani, wanaokuwa na mwanamke kwa sababu fulani nina sababu tatu pia. Sababu kubwa ya kwanza inayomfanya mwanaume anaingia kwenye ndoa au kwenye mahusiano, pengine ni ya muda mrefu. Mwanaume anaweza akakaa na mwanamke miaka mitano kumi, lakini stili bado hayupo pamoja naye. Sababu ya kwanza, kiuchumi mwanaume mwingine hatafuti pesa tu, kwamba Mungu naomba unisaidie, ninaenda kutafuta riziki, naomba niongoze. Ana upande wa pili, wanaume wengi siku hizi wanaangalia nyota. Hakurupuki tu kuwa na mwanamke mpaka akaangalie na. Natahadharisha sio wote, msije mkanichukia lakini wanaume walio wengi siku hizi wanaoa kwa sababu fulani, mwanamke huyu akikutana naye leo, kesho anapiga pesa. Naomba nieleweke vizuri hapo, yaani akiwa na mwanamke huyu leo, kesho biashara zake zinaenda vizuri sana. Tukubaliane kwamba hana mapenzi na huyu dada, ila kwa sababu nyota yake ni kali Yani, nyota ya huyu mwanamke inakuwa ipo hot sana kwa mwanaume huyu. Mwanaume akikutana na mwanamke mwingine mambo yake hayaendi, anakuwa anaandamwa na mikosi. Kwa hiyo hata anapoenda upande wa pili, anaambiwa bwana, kuna mwanamke fulani huyu hapa, huyu mwanamke unatakiwa kuwa naye, lakini moyo wake uko kwa huyo mwanamke pengine, jibu ni hapana. Nini anachokifanya anaamua kuwa na huyu mwanamke kwa manufaa yake, si kimapenzi. Sasa huyu mwanaume ni mbaya, nikisema ule ukweli ni mbaya kwa sababu moja, kuna mwanaume mwingine anakuwa na huyu dada mwanamke anasema mpenzi, sasa kwa nini usiende nyumbani? Kwa nini usi usinioe? Kwa nini usifanye hivi? Mambo yangu hayajakaa vizuri, subiri muda ukifika, sijui na nini. Kamuweka tu pale, lakini akimuhitaji anampata kwa wakati, na yuko radhi atumie mpaka pesa nyingi. Inaumiza Dada wa watu wamekaa muda mrefu, maskini ya Mungu, na kuzaa watoto, anazaa kazaa, mtoto wa kwanza, kazaa mtoto wa pili, pengine watatu na wanne. Lakini sasa huyu mwanaume ana mwanamke wake mwingine ambaye anajenga naye maisha pasipo huyu dada kujua, anazubaishwa na TV, kanunuliwa vimakochi, kikabati, kamaliza akimwambia mme wangu, mbona tusinua hata kiwanja, mme wangu, mbona tusijenge. Kuna wanaume wana kauli, hapa tutajenga tu. Mi bwana sipendagi nikianzisha nyumba nikae tena miaka, afu ndo mi napenda nikianzisha msingi nimalize ni, ni, ni mpaka finishing. Unatesa maisha ya huyu mwanamke kwa miaka mingi unaumiza moyo wa una huyu mwanamke kwa muda mrefu, unamtumia huyu mwanamke kwa manufaa yako binafsi, humpi heshima yake ya ndoa kama mke, humpi thamani yake kama mke. Mwisho wa siku, maskini ya Mungu, dada wa watu hajui ulishajenga hajui vitu vyako, pengine unashirikisha ndugu zako, mwanamke ndani hajui, amekuwa mnyonge dada wa watu. Akiuliza hiki ni mkali hivi. Ni kwa nini? Kwa nini umtumie mwanamke wa wa wa, wa wa wa watu pasipokuwa na huruma hata kidogo? Basi mimi ningeona labda ni waamana sana, ungefanya hili jambo kwamba kwa sababu anakupa riziki ambazo zinakufaa wewe kwa manufaa yako, basi muoe, kubali yote, ishi naye kama mke, mpe thamani yake kama mke, usimnyanyase kwa chochote, mtendee haki, kwa sababu si anakupa riziki lakini usije ukamtumia mwanamke huyu huku, na mwanamke wako mwingine ambaye joto lake bovu. Yani wewe unaenda kufurahisha moyo wako, halafu huyu huku na kufurahisha moyo wako, ndo unamjengea, unamfanyia kila kitu, lakini huyu huku ambaye joto yake ndo inakupa wewe riziki, na mdharau. Mwisho wa siku hawa wanawake mnawaumiza, mnawatelekeza, wanaishi maisha magumu. Kuna wanawake wapo ndani ya ndoa lakini wanaishi maisha magumu. Unaweza ukasema ni afadhali mara mia ya mwanamke ambaye hana mwanaume, na ukiangalia mwanaume wake ana pesa, mwanaume wake ana maisha mazuri, pengine hata gari ana drive, lakini huyu dada ukimwangalia na maisha mabovu. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu mwanaume hampi thamani, yuko pale tu, kamuweka anamtumia tu kwa manufaa yake. Niwaambie ukweli, mnakosea. Mimi nina imani wanaume wa aina hii. Kitu kingine cha pili ambacho natamani kukizungumzia hapa, kuna mwanaume anaweza akawa na mwanamke yani alishajifurahisha tu nafsi yake kwamba acha niwe na huyu mwanamke kwa sababu ana mwonekano mzuri, ana shepu mzuri yaani, yani, kwa lugha nyepesi naweza nikasema ni mwanamke wa maonyesho. Anafurahisha rafiki zake, anamshipu huwa, yani yeye anafurahisha watu zaidi, anafurahisha jamii, lakini si kama huyu mwanamke karidhika naye ila tu ni kwa sababu na yeye anataka aonekane ana mwanamke mzuri. Siku hizi wanatawenye piskali nini, aha, asifiwe bwana fulani kawa mwanamke jembe nini, mwanamke mzuri anavutia namshe bomba nini. Lakini huyu huyu kaka alioa mwanamke mwenye maonyesho kwa jamii, hamridhishi. Jamani, hivyo vitu vipo lihikina ila nje kuna mwanamke mwingine sasa, huyu ndo namzungumzia mimi sasa. Mwanamke huyu kapangishiwa chumba, huyu dada ndo anamridhisha hapa, huyu wa nje ndo kiboko yake, lakini kwa sababu pengine hana mwonekano hmm? havutii kwenye yani kwenye macho ya wa watu. Hivi vitu vipo unajua eh? anaamua kumpangishia chumba kwa siri hmm? Ili anapojisikia sasa kwenda kukidhi haja zake, anapita kushoto kulia, chocho, anazama mle, anaridhisha nafsi yake, anaondoka, anarudi kwa mke wake wa maonyesho. Kwa kweli ni kitu kibaya sana, kwa sababu huyu dada pengine anakuwa anamwambia mimi sijaoa, ntakuoa. Hawasemaji ukweli wanaume, hasemi ukweli kwamba nyumbani na mke, ni wachache wanaoongea vitu kama hivyo, lakini anamwambia usijali, yaani ni vile anavyompotezea tu muda, ili aendelee kumtumia kwa sababu huyu mwanamke ana kitu cha tofauti katika swala zima la mapenzi, pengine kushinda wanawake wote aliowahi kukutana naye huyu mwanaume. Unanielewa vizuri hapo mtazamaji, naomba tuelewane vizuri. Huyu dada ana kitu cha tofauti cha pekee yake ambacho huyu bwana huzurula kwake kote, hajawahi kukutana na mwanamke wa dizaini hii. Tunaelewana vizuri hapo. Lakini mwanamke huyu muonekano hana. Sasa ili akipata kile kitu ambacho hakikosa pote, anamrubuni kama anampenda, lakini ukweli ni kwamba anamtumia tu, kamgeuza kuwa chombo cha starehe. Na sisi wanawake tulivyokuwa sasa, anajua nina mtu ananipenda kila ninachomuomba ananipa, ananihudumia, ananilipia kodi. Wanaume maskini wa Mungu, anajitokeza wanaume wanaotaka kumuoa, na kataa, pengine nakuwatukana, nawatukana, niache, nina mume wangu. Lakini mwanamke, ulishawahi kuchunguza ukanifikiria, kwa nini mwanaume wako huyu anakulipia chumba wakati hana mke? Kwa nini asikwambie njoo tuishi wambia o mimi nimepanga chumba labda nimepanga apartment nzima, ninakaa sehemu fulani, nina kazi yangu nzuri basi. Kazini kwako nipajue. Usijali mke wangu kila kitu, ukifika muda wake utakijua. Humjui rafiki yake hata mmoja, hujui kazini kwake, hujui ndugu yake umewekwa tu, mradi unahudumiwa. Jamani wanawake, hebu tufanyeni japo kazi basi, tuweze kukidhi mahitaji yetu madogo madogo, ili tusiwe tunaingia kwenye mtego. Wanawake wengi tunaumia, wanawake wengi tunaangamizwa kwa sababu ya kitu kidogo tu. Unaamua kuvumilia kwa sababu ukimchunguza, uki, uki sana, atakunyima pesa, utaishi vipi? Utakula nini? Kwa nini tunakuwa hatujiamini? Unawezaje kuingia mahusiano na mwanaume ukakaa naye mwaka, umjui ndugu yake, umjui rafiki yake, kupajui kazini kwake kazi yake, yeye ni kukulipia chumba, kukulipia si hela za umeme, kukulipia bili za maji, na umerelaksi kabisa, huna shida, umewekwa tu, umegeuzwa chombo cha starehe. Wanawake hatuna desturi ya kuchunguza faida na hasara na mtaji. Tukishafunguaga biashara unafungua tu biashara, mradi umeingia kwenye biashara yako, umeuza, ukitoka umerudi nyumbani, umeoga, umelala. Mapenzi na biashara hayana tofauti, lazima uchunguze. Nimekaa na mwanaume wangu mwaka, katika hizi siku nilizokaa naye nini kimeongezeka? Nini tulichopiga hatua? Je, tumesonga au bado tuko pale pale au ndo tumerudi nyuma. Piga mahesabu, chunguza, angalia, lakini upo tu huyu mwanaume. Kumbuka, atakapokuja kukuacha ndo utakapokuja kulia kama mbwa mwizi, kwa sababu huyu mwanaume atakuacha njia panda, pa kuelekea huna kodi huna, ulishajiboteka na elfu kumi kumi, ulishajibueteka na elfu hamsini. Kazi hufanyi, upo tu umekaa huna chochote unachokijua wewe, una kaziak. Mme wangu mme wako anamjua ndugu yako anamjua mama yako unamjua baba ake unamjua shemeji yako hata mmoja, na kitu kingine tu cha, cha, cha, cha, yaani ukitumia tu akili ya kawaida Huyu mwanaume pengine anadanganya kwa mke wake na safiri anakuja kwako kulala kwa usiku mmoja. Kafia nyumbani kwako. Unaenda naye wapi? <laughs> Nataka niseme ukweli. Mwanaume anayekupenda hata kama ni siku ya kwanza, atakwambia mimi nimezaliwa sehemu fulani, baba yangu anaitwa mzee fulani, naomba na wewe nijue familia yako, naomba na mimi ukaijue familia yangu, huyu ni rafiki yangu, hapa ni kazini kwangu, hapa ndipo ninapoishi. Huyu ndio mwanaume. Umefichwa kila kitu, umefichwa umepigwa pini, yani ni kama simu za siku hizi, umepigwa password kila mahali, ufurukuti na upo tu hata hautumia kili ukajiongeza. Wanawake tufanyeni kazi, unapokuwa unafanya kazi elfu kumi kumi elfu ishirini hazikupiki jenga, huwezi kudanganyika na kitu kidogo, kwa sababu kuna wanawake wanaishi kwa kuwavumilia wanaume kwa sababu wanapata pesa. Wau kutafuta alo uwezi kupata sirias kabisa. Jamani, hebu tuweni makini na kuna kuna, kuna kuna kuna upande wa tatu. Nilisema na sababu tatu. Mtazamaji leo, utanisamehe kwa sababu mada ya leo inanitoa jasho mimi mwenyewe inanitoa jasho. Kuna wanaume kuna wanaume ambao anamchukua msichana anamwaprochi oh, yaani kile kitendo cha kumpa namba tu jioni elfu hamsini wewechana wao bebi asante, bebi ana ni jali. Jamani, nimepata mwanaume jamani, utakufa vibaya. Moyo wa mtu siku hizi ni mbovu kuliko unavyofikiria. Kuna mioyo ya wanadamu inaishi kwa wanyama na kuna mioyo ya wanyama inaishi kwa binadamu. Siku hizi kuna wanaume wanaishi na pesa za majini, anakupa pesa, anakuteka, anakuzubaisha, unaingia kwenye kumi na nane zake, mwisho wa siku anakwambia baby you wasiku know what Uh, mimi hapa mjini ninaheshimika na cheo kikubwa, nafanya kazi serikalini, so uh, hoteli nyingi za hapa huwa tunaenda tunafanya mikutano, tuna miti na viongozi wenzangu. Kwa hiyo baby, uh, unaonaje tukienda Bagamoyo au Zanzibar au tuende Morogoro au Mwanza baby, tukale samaki nini sangara? Mwanaume ni huyo, unatamba bibi unawatambia una marafiki zako, nimepata mwanaume bila kujua kama umepatikana, kwamba unaenda kwa chakuwa cha majini, anakupeleka hotelini mwanaume. Naomba hapa mnisikilize kwa makini, siku ya kwanza utakula, utaenjoy baby, mtafanya yenu nini, lakini mwisho wa siku Anafungua jini lake, limekunyonya damu, kakuacha gesti maiti, anaishia zake. Atakayekuja kukujua wewe lini na saa ngapi? Wanawake tunakufa, wanawake tunakufa ovyo kwa sababu ya kitu kidogo sana. Hebu kweni makini, unayeanzisha naye mahusiano unamjua? Unapita tu maskini, unaenda zako Mbezi, umepanda kidaladala, umekutana na um, una subili zako kidaradara, imekuja haria pale, imepaa kimambo mremboremboaaadbasi eh? <laughs> mrembo kidogo pale kwenye madaradara wata, unajiona kwini mzuri wewe. We, we, we, we, we, we, mtakufa vibudu, ndugu zangu. Mchunguze mwanaume unayeanzisha naye mahusiano, sio kila mwanaume wakuwa naye, sio kila gari ni ya kupanda lifti. Mtakuja kuumia, mtaumiza familia zenu na wengine mnayafanya haya, mna watoto nyumbani. Una watoto wawili wanakutegemea, una wazazi hawana kazi wanalima tu kijijini, upo mjini wanakutegemea. Unajirahisisha vipi? kazi fanya kazi, mchunguze mwanaume wako, mpe time, mwangalie huyu mwanaume ana, ana, ana, ana, ana, tabia gani? Pengine tafuta hata watu wake wa karibu, kama unawafahamu. Lakini mwanaume tu anakuambia unajua, mimi nimetokea Morogoro hii, nimefika hapa, nimekuona siku mbili tatu, nimekupenda, ukajua ni kweli. Inaweza ikawa kweli, lakini unaamini vipi? Unamwamini vipi? mtu kwa wanaume umebadilika jamani, wanaume wamechenji. Kuna wanaume wana mioyo ya utu, lakini kuna wanaume wana mioyo ya simba jamani. Kuna mwanaume ana moyo wa dubu. Mwanaume anaku, anakutumia wewe pesa, lakini ana manufaa yake, ambayo anajua utamwingizia pesa zaidi ya ile anayokupa. Kwa kutumia pesa elfu ishirini, elfu hamsini unauza utu wako. Inasikitisha. Mimi nishauri wanawake wenzangu, tuchunguze wanaume tunaoanza nao mahusiano ni watu wa aina gani kabla ya kuanza kuingia kwenye mahusiano. Mwangalie mwanaume, mchunguze. Ni vyema ukadeti na mwanaume unayemfahamu, usikurupukie tu wanaume uka, kwa sababu ana pesa anaweza kukuhudumia na nini. Tamaa tuzipunguzeni. Na tamaa tunazipunguza vipi? Tufanyeni kazi kuna wanawake wangapi tena ni wazuri wanapita barabarani wanauza matunda na wanafanya biashara na wanalea famili matunda yana pesa lakini unaona kama utajidhalilisha wewe ndio mzuri sana una uzuri gani bwana wewe upi hivi kuna mzuri asiokuwa na akili kinachomata sio kinachomfanya mwanamke aonekane ni mzuri ni Huwezi kuitwa mwanamke mzuri ya akili kuna. Akili za kujiongoza tu wewe mwenyewe huna, utaongoza familia? Ili uitwe mwanamke mzuri lazima una sifa, sio tu kijisura chako basi, ukisha mpaka vikaloraiti vyako, una kijishepu na kibustibusti na kigodoro, basi nawe piskari, kichwa chako kipoje? Una uwezo wa ku Una uwezo wa kuongoza watoto wako, una uwezo wa kuongoza familia yako na ikasimama? Au unapayuka payuka, payuka tu? Mwanamke mzuri ni yule anayejua kula yake kabla ya kuijua kula ya mtu mwingine. Akajua vaa yake kabla ya kutegemea avalishwe na mtu mwingine. Lakini wanawake siku hizi, maskini ya Mungu, mnajitabiskali. Ukiamka asubuhi kwenye dressing, kwenye dressing table, kuna vijirosheni, kuna kijiwanja, umepaka, umemaliza, umeanza kuangalia simu, nani ananipigia? Akikupigia mtu maskini, labda tukasema, ngoja nimsalimie fulani <laughs> leo wapi? Yani unajirahisisha au unajifanya? Yani wewe unajiweka una. Come on, guys, hebu tubadilikeni. Madaro imekuwa hot, lakini ninatamani kupata ninatamani kupata maoni yako kwa hiki nilichokizungumza. Umekipokea vipi? pengine kimewee kukutokea au kuna mtu wako akaribu kimewe kumtokea. Shusha komenti yako, bonyeza alama ya kengele. Hapa ndo ninafikia mwisho, ni kuwage bye bye. Karibu next time.